Eh, tunapenda kuwatangazia wasafirishaji wa jiji la Dar es Salaam wa usafiri wa mabasi ya mijini maarufu kama daladala kwamba tunatoa vibali kwa wale wenye kutaka na wenye mabasi yenye uwezo wa kubeba abiria ishirini na sita na kuendelea kwamba walete maombi kupitia mfumo wetu wa RIMS, ya kutoa huduma kwa njia zifuatazo kutoka Mbezi Luis kwenda Posta kutoka Mbezi Luis kwenda Mnazi Moja, kutoka Mbezi Luis kwenda Muhimbili na kutoka Mbezi Luis kwenda Makumbusho. Tuna nafasi mia na hamsini kwa mabasi yenye uwezo wa abiria kubeba abiria ishirini na sita na kuendelea. Atakaye wahi tutampa nafasi ya mwanzo. Hii inatokana na changamoto za usafiri wa mabasi yaendaye haraka maarufu kama Mwendo kasi kwa njia ya BRT wani ya, ya, ya kwenda yuko Kimara na na hivi vibali tutavitoa kwa kipindi cha miezi mitatu, kwa sababu tunatarajia katika kipindi hiki cha miezi mitatu wenzetu wa DART watakuwa wamekamilisha eh, marekebisho ya miundo mbinu iliyoharibika kwa upande wa njia BRT2 ya kwenda Mbagala. Hii ilitolewa kwa mwekezaji Moffat. Hii ni BRT2 awamu ya pili ya mradi wa mabasi yaendayo haraka. Eh, njia hii haina uharibifu mkubwa wa miundo mbinu ile ya, ya, ya, ya kukata tiketi na kuingia. Kwa hiyo marekebisho haya yatakamilika sio muda mrefu, na wenzetu wa dati wakiwa tayari, Mofat atarudi kuendelea kutoa huduma, sababu ni kituo hasa cha Mbagala kile ndo e, za kimkili haribiwa. Kwa hiyo wanarekebisha wakikamilisha, na kuona mifumo inaendelea kufaa vizuri, basi wataanza kutoa huduma. Na kwa sasa tunasema kule hatuna matangazo ya kusema mabasi ya muda kwa sababu tayari hapo mabasi ambayo yanasaidia yale yanayotumia njia za pembeni, lakini unatarajia kwamba maofate yakirudi eh, huduma zitarejea katika hali ambayo ilishaanza kuwa nzuri.